Muungano wetu huu ni dhamana tuliyopewa na walezi wetu, viongozi wetu waliotangulia katika taifa hili, lakini pia muungano wetu huu ni heshima kwa watanzania wote, na ndio kwa sababu leo watanzania popote wanapotembea ndani ya nchi na nje ya nchi, wanatembea vifua mbele. Kwa nini? Tumeungana na tumelijenga taifa limara taifa lisiloyumba, taifa lenye watu wasiokuwa na ubaguzi, taifa ambalo linapata mafanikio kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya nchi, bara na visiwani. Lakini pamoja na dhamana hii na heshima hii Muungano huu ni miongoni mwa tunu za taifa hili, ambayo kila mmoja, kila Mtanzania anapaswa kwanza kuilinda, kuienzi na kuisemea popote utakapokuwa, kwamba muungano huu ndio jambo tunaloringia, linatufanya kuwa wamoja na linatufanya kupata maendeleo na linafanya kila mmoja kuwa huru ndani ya nchi yake.